vijana wa kizazi cha Gen Z Morocco wameandamana kwa siku ya nne ikielekea ya tano leo Oktoba mosi kwa kile wanachoita ni kupinga matendo ya serikali ya nchi hiyo. Maandamano hayo makubwa yanaongozwa na vijana kudai elimu bora na huduma za afya nchini Morocco yameongezeka na kuwa makabiliano makali na vikosi vya usalama jana Jumanne jioni, ikiwa ni siku ya nne mfululizo ya maandamano katika miji kadhaa nchini humo. Maandamano hayo yalipangwa mtandaoni na kikundi cha vijana kinachojiita 212 kwa kutumia majukwaa ya mitandao ikiwa ni pamoja na TikTok, Instagram na program ya michezo ya kubatisha ya Discord. Katika miji ya kusini ya Tiznit, Inzegan na Ait Amira pamoja na mji wa mashariki wa Oja na Temara karibu na mji mkuu Rabat, mamia ya waandamanaji vijana walirusha mawe kwa vikosi vya usalama vilivyojaribu kutawanya mikusanyiko hiyo kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya ndani vya Moroko. Huko Aiti Amira, kilomita 560 kusini mwa Rabat waandamanaji walipindua na kuharibu magari kadhaa ya polisi na kuchoma moto benki moja huko inze gani. Video zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha waandamanaji waliokuwa wamejifunika nyuso zao wakichoma moto benki, huku wengine wakikabiliana na mapolisi. Kusini zaidi huko Tiznit, waandamanaji wararushia mawe maafisa wa polisi walipokuwa wakijaribu kuvunja na kuwatawanya waandamanaji. Waandamanaji waliimba kauli mbiu zikiwemo wananchi wanataka kukomesha ufisadi, walisema huko Ouja mwandamanaji alipata majeraha mabaya baada ya kugongwa na gari la vikosi vya usalama, shirika la habari la serikali MAP liliripoti. Na huko Rabat, polisi walikamata makumi ya vijana walipojaribu kuanzisha maandamano katika kitongoji chenye watu wengi zaidi. Chama cha haki za binadamu cha moroko AMDH kinasema vijana 37 wako nje kwa dhamana wakisubiri uchunguzi zaidi. Hakimu Saikuku, mkuu wa AMDH huko Rabat, alilaani kukamata kwa watu hao huwa ni kinyume cha katiba. Serikali ilitoa taarifa siku ya Jumanne jioni ikieleza nia ya kufanya mazungumzo na vijana ndani ya taasisi na maeneo ya umma ili kupata suluhu za kweli. Pia ilisifu kile ilichokiita mwitikio wa vyombo vya usalama kulingana na taratibu husika za kisheria. Wizara ya mambo ya ndani haikupatikana mara moja kuzungumzia matukio hayo. Hata hivyo, polisi wanasema kuwa karibu ya watu mia mbili wamekamatwa huku taifa hilo la kaskazini mwa Afrika likikumbwa na maandamano makubwa kuwahi kushuhudiwa kwa miaka mingi. Mamia ya waandamanaji vijana wameingia barabarani kote nchini Moroko katika kile ambacho kimeelezwa kuwa ni kutafuta huduma bora za serikali pamoja na kukomesha ufisadi. Waandamanaji wamedai uwekezaji wa haraka katika afya ya umma na elimu na kukashifu kile wanachokiona kama vipaumbele vibaya katika serikali ya taifa hilo. Maandamano hayo yaliyoandaliwa na vuguvugu la mashinani linalojiita Gen Z mia mbili yaliyoenea katika miji isiyopungua kumi na moja ikiwa ni pamoja na Kasablanka, Rabat, Marrakesh na Agadir. Hata hivyo, mamlaka ilisonga mbele haraka kuzuia maandamano hayo huku polisi wakisema karibu zaidi ya watu mia mbili walikamatwa tangu Jumamosi. Kanda za video zilizosambaa kwenye akaunti ya Facebook ya Gen Z 212 zilionekana kuonyesha polisi wakifurika kwenye umati wa watu wakiwakamata waandamanaji na kumlazimisha mwanamke kijana kuingia kungia ya gari. Vurugu za kimfumo zimetumika dhidi ya kundi la vijana ambao walikuwa wakiandamana kwa amani. Hakim Sokunku wa chama cha haki za binadamu cha Moroko aliliambia shirika la habari la AFP. Vikosi vya usalama vilijibu kwa jeuri kuwa tunalaani kukamatwa huku na kuona kuwa ni jambo linalokubalika kuchukua mtazamo unaozingatia usalama kwa matakwa ya kijamii na kundi la vijana. Huku vyama vya upinzani vimeitaka serikali kufanya mazungumzo na waandamanaji wanaodai fursa za ajira kuboreshwa kwa huduma za afya na shule bora. Wachambuzi wanasema maandamano hayo yametokana na kupuuzwa kwa miaka mingi katika huduma za umma na mageuzi ya haraka katika sekta ya elimu na afya. Mapema mwezi huu vifo vya wanawake wanane wajawazito katika hospitali ya umma vilizua ghadhabu kubwa nchini humo. Pia waandamanaji wengi wamekosoa uwekezaji wa serikali wa, wa mabilioni ya dola katika miundo mbinu ya kandanda huku Moroko ikijiandaa kuandaa kombe la mataifa ya Afrika mwishoni mwa mwaka huu na kuandaa kwa pamoja kombe la dunia la FIFA la mwaka 2030. 2 hh Waandamanaji wanasema hii inatofautiana vikali na kile wanachoelezea kama shida katika huduma za umma. Kulingana na shirika la afya ulimwenguni, Morocco ina madaktari chini ya wanane kwa kila watu elfu kumi ambao ni chini ya 25 it 5 wanaopendekezwa. Harakati ya jenzii 212 iliibuka wiki mbili tu zilizopita, lakini imepata nguvu kwa haraka zaidi. Inafanya kazi bila viongozi au husiano rasmi na vyama vya siasa au miungano, ikitegemea majukwaa kama vile TikTok, Instagram, Facebook na Discord kuhamasisha wafuasi wake. Hili ni shirika lenye madaraka lisilo na viongozi na lenye mtandao, alisema Mohamed Masbah, mkurugenzi wa taasisi ya Moroko ya uchaguzi wa sera. Hawana kiongozi yoyote na hawafungwi na chama chochote cha siasa au muungano. Hiyo inafanya kuwa vigumu kwa mamlaka kujadiliana au kuwachagua kwa sababu hawajui wao ni nani katika Facebook, kundi hicho kilitoa wito wa maandamano ya amani kuelezea matakwa maarufu yanayohusiana na afya, elimu na haki ya kijamii. Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.